Labda pengine successful story yangu na wa, um, wa hapa hapa executive director, ambapo niliweza kushikwa mkono na bwana Mwachausa ama na Samba sport kwa jumla, na pia wakishirikiana na manager wa Diani Municipality. Nasema asante Mwachausa kwa sababu umeniinua sana na umenishikilia sana. Hii ni sehemu ndogo tu ya hotuba ya zaidi ya dakika 30 iliyosheheni si hisia tumbi tele kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la wa hapa hapa. Hotuba hii iliashiria miaka saba tangu kuanzishwa kwa shirika hili linalojihusisha na shughuli za uhifadhi wa mazingira kupitia ukusanyaji taka mijini, majumbani na katika fukwe za Bahari Hindi. Majina kamili, naitwa Salim Omar Kumanya na ni memba wa Wahapahapa Waste Management na msaidizi wa Wahapahapa Waste Management. Naam, tuna hiyo garbage collection. Naam, tuna pia plastic management, na tunadili na beach cleanups na town cleanups. Naam, na pia tunafanya household waste management. Hadi kufikia siku ya hafla hii, Wahapahapa wamefanikiwa kutoa ajira kwa takriban vijana kumi na watano na kupania kuongeza zaidi idadi hiyo kadri muda unavyozidi kusonga. ka Successful story yetu tumeweza kuajiri vijana kumi na tano ambao wanapata stipend kwa mwezi, ambao wako hapa, na tungeomba pia pengine, kama tutapata wasaidizi wengine, wale wengine nao pia waweze kupata na pia tumeweza kupeleka kijana mmoja pale Masinde Muliro anaitwa Salim Mwamkoba, yeye ni emandiu wetu, na pia vile vile tuko wa na media department ambayo tumeweza kuwapeleka pale Samba Sports Youth Agenda watu watatu, ambayo wameweza kufunzwa maswala na media department. hii ya ufunguzi rasmi wa ofisi za shirika hili ili washuhudia viongozi mbalimbali wakihudhuria. Serikali ya Kaunti ya Kwale iliwakilishwa na katibu katika wizara ya afya Mheshimiwa Mwashando na mshauri katika afisi ya gavana Mshengaruga, mkurugenzi mtendaji wa Samba Sports Youth Trust Mohamed Ali Mwachausa, mkuu wa shughuli za mji wa Diani Bwana Mwandaro na viongozi wengine wengi kutoka asasi na mashirika mbalimbali, huku Dr Rafiki akiwa mgeni wa heshima katika hafla hii okay. Asalamu alaikum. Nitaongea na Swahili lakini niko uh, I'm a student, okay? kama ninafanya kosa, cheka tu. <laughs> Sasa ninakumbuka kumbu, nina miaka kama kumi na tano iliyopita nilikuwa nakaa huku sawa sawa beach na nilikuwa nafanya beach cleaning. Na yote watu nafanya beach cleaning niko wazungu wazee vijana likuwa na keti huku naona sisi kama sisiku kama crazy kidogo, <laughs> lakini siku hizi iko tofauti kabisa na watu vijana nanaona akona how do you say uh, jukumu la mazingira ninataka ni uliza kitu moja tu. Hii jukumu ya ya mazingira natoka wapi? Okay. Moyo. That's it. Natoka moyo. Sasa unajua yote watu ya dunia wameanza na moyo mmoja. Unajua hii. Sasa kama hii watoto hapa na nasikia hii jukumu iko hi kazi kubwa sana. Imetaka shukuru wewe kwa nini umeanza kazi ya jukumu? Okay? It's good work, important work. Asante sana. Hotuba nyingi zilielekezwa katika kupongeza juhudi za Wahapahapa katika uhifadhi wa mazingira huku mwito wa ushirikiano ukitolewa. Leo nafikiri ni siku muhimu ya vijana wetu wa hapahapa. Na yangu tu ni kutoa congratulations ama Eh, kuwamwagia sifa zote wa hapa hapa, sio kazi rahisi. Uh, kufika pale walipofika, uh, nafikiri historia wameitoa na leo tunasherehekea kwa sababu ya zile successes ambazo wao wameweza kuzipata. Community pia imekubali na embrace, na we are very happy for you, congratulations from our class. Tuko na keki yake, si ndio? kuweza kutupatia mwaliko wa kuhudhuria katika shughuli yenu hii. Na pia vile vile niwapongeze vijana ambao kwamba mumeungana na kuweza kuja na idea ambao kwamba ni ya manufaa, kwa sababu kupata vijana ambao kwamba wameshikana na wako na ajenda ambao kwamba ni ya umuhimu katika jamii na wao wenyewe, basi huwa wanastahiki kushikwa mkono. Samba Sports Youth Trust walijivunia ukuaji wa shirika la Wahapahapa baada ya kuchangia uanzilishaji wake. Niseme kwamba leo ni siku ya furaha sana kwamba tunazindua ofisi ya Wahapahapa, ambapo ni ofisi ya msichana ambaye kwamba tulimpata kama msichana ambaye kwamba kiasi alikuwa na changamoto nyingi za msongo wa mawazo, maisha patashika hapa na pale, na tukaweza kumshika mkono kama shirika la Samba Sports Youth Trust na vile vile kwa Fazil Chinoi fellowship, akaja akapata fursa mwaka jana kama mmoja wapo wa wale ambao kama anaitwa fellows wa Fazil Chinoi fellowship ambao watakuwa wanasaidiwa mpaka kwa miaka mitatu. Niseme tu kwamba ni furaha zaidi, manake tumempata msichana mchapakazi, nsema, ambae kwamba amekuwa amejifua katika masuala ya kuchunga mazingira, beach cleanups, waste management kasaba iliyopita Nafasi za matumbuizo zilizopeanwa kwa wasanii mbalimbali ziliashiria kuwa mbali na uhifadhi wa mazingira wa Wahapahapa hapa pia wanajali talanta. Bella Classic alikuwa miongoni mwa wasanii waliotumbuiza <tune> Shos. Shos. Yoh, yoh, bandi, kimbo. Eneo la Kombani linapozidi kustawi kiuchumi na kiunadhifu, chifu wa eneo hilo ametoa rai kwa asasi husika kuwasaidia wa hapahapa -hapa, kupanua utendakazi wao katika maeneo mengine zaidi. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika maeneo haya ya Kombani katika kaunti ya Kwale, ambapo shirika la kijamii linalofahamika kama Wahapahapa wameweza kuzindua ofisi zao rasmi kwa, kwa ajili ya utendakazi. Pengine kwa muktasari tu, shirika la Wahapahapa ni moja kati ya mashirika ambayo yameweza kupatiana mchango mkubwa zaidi tunapozungumzia usafishaji na uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo ni mengi ambayo yameweza kufanyika maeneo haya. Nikiripotia tena, Talanta Muanza Media, jina langu niendela Francis Dennis.